Jina naitwa Benson eh, na nawaka hapa kwa Kiosh Baba Shop. Tuna provide services mingi kama facials, kunyolewa eh, na zingine mingi bado. Kuna punk, kuna high fade, kuna low fade, kuna box, kuna zingine mingi sana, tuko na styles zote zina trend. If unataka mtoto wako anyolewe poa style poa natokea kuwa smart kabisa, kuja hapa. This is the right place. Hiyo ni low fed. Uh, na akataka cuts flani hapo, hivyo nikamweka kaa venye mliona yeah. Jini ingine wenye watu wamezoea sana ni box. Yeah. Uh -huh. Eh, ladies who come. Eh, wenye wanataka kupakwa mostly wanapenda kupakwa dye ama chemical eh, maybe unataka mm, kuweka some curls kwa, kwa, kwa nywele yako eh, mm -hmm. Ladies ukam sana mm -hmm. Unauliza mtu style enye kwanza anataka. Nitanyoa kando kwanza, twende tukipanda na gauges, mm -hmm. with different gauges, ndio iende ikitoka kuanzia chini iende ikipanda juu mm -hmm. eh, na unapitia tu process ya kunyoa, hakuna eh, mm, story mob 30 minutes. Uh, still kuna lingana na miaka, though kuna wenye awapendi certain styles kulingana na personality yako. Uh, tunatumiaga certain companies zenye ziko legit if unataka chemical maybe kuna maybe unataka gania na bado kulingana na venye unataka quality ya Kenya, unataka itakuwa, ita differ na different prices yeah. Uh, we've been here for four years experience imekuwa poa. Uh, though kuna some challenges uh, kwa biashara zote kuna kunakuwa na kwa side challenges if Uta, if, utakuwa ni sawa na unalipa poa the same way hakuna shida yoyote. Tukaona vitu zingine maybe pedicure manicure facials na uh, kuna zingine maybe ukitaka dye eh, na vitu zingine mingi hata makucha pia mm, kuna shoulder massage after umemaliza kunyolewa unaenda unafanywa shoulder massage pale, if utataka scrubbing, kuna scrubbing Mm, na kuna pedicure hizo zenye nimesema ka if mtu akona haraka, anataka kunyoloa a certain style na still akona haraka mingi sana, inakuwa ni ngumu but tuna try our best. Yeah, still kuna zingine mingi maybe kama msee ana, amenyolewa anaenda bila kulipa kitu ka hiyo maybe mtu ameona, uh, ajalipa na ameenda. Najua si kila mtu anafuatiliagwa. Keep on doing kenye unafanya every day, amka omba Mungu, put God first then trust the process. Hapa uh, si unakuwaga throughout from Monday to Monday. Uh, na from 830 utatupata hapa na by 10, uh, by 10 tunakuaga tumefunga, but sometimes maybe weekends tunakaga until late nights niht. yeah, until maybe saa 5 yeah, unaweza pitia kwa Kiash Baba Shop, ama unaweza tumia namba yangu 0701 388014 0701